Wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa kwa mara nyingine tunamshukuru alhaqu subhanahu wataala kutuwezesha kupata jumca la tatu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na kama alipotuambia alhaqu subhanahu wataala, masiku kama haya alipozungumzia, akatuambia ayaman al macdudat, ni masiku ya kuhisabika, na tayari thuluthi mbili zishakatika Imebaki thuluthi moja na limebaki kumi la mwisho. Lilopita haliwezi kurudi, lakini vile vile yalobaki, hatuna dhamana ya kuwa tutayamaliza yote, kwa sababu huenda roho ikarudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kabla ya kuisha mwezi kama huu. Lakini kitu muhimu kwa ambacho kwamba tutakikana tukifahamu ni kuwa dhahaba mudhamuhu wabaqiya adhamuhu, imekwenda na zimepita nyingi katika masiku ya mwezi kama huu, lakini iliyobaki ndo bora zaidi. Haya kumi ya mwisho, masiku kumi ya mwisho, alashr lawakhir, ndio bora zaidi kuliko ishirini ambazo kwamba zimepita tukiwa tumekabiliwa na kumi kama hili, bora kumi kama hili ambalo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa halitreat kawaida, na kama anavyotuambia Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha, na hadithi imepokewa na al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, na vile vile al-Imamu Muslim katika sahihi yake, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama idha dakhala al-ashru

ama ipo katika subra ya kuvumilia masiku yaishi farikiane. Yani na sisi Ramadhani hii ambayo kwamba ilipambana na mijanadume katika zama za nyuma huko, watu ambao kwamba wakisoma khitma sitini kwa mwezi wakiswali mamia ya rakaa usiku wakifanya kila sampuli ya toa ndani yake, inapokuja kukabiliana na sisi kwa hali ambayo kwamba kwa amba tuko ndani yake, itasema nini? Bila shaka maneno yake yataliza mbingu na ardhi. La kusikitisha ni kuwa umma kila siku zinaposonga ndo unazidi kuteremka chini na himma zinazidi kuanguka, badala ya kuongezeka na kujikurubisha zaidi na Mola Subhanahu wa Ta'ala tunaingia katika masiku matukufu, lakini idadi inapungua zaidi katika msikiti. Kumi la mwisho badala kuongezeke watu ndio wanapungua. Sasa tuangalie manhaji ya Mtume man man sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katika kumi kama hili. Alimamu ibnu ljauzi katika maneno yake mazito alikuwa akisema inna lkhaila

akiwa katika mashindano akajua, pale ndo mwisho, asema badhalat kusara juhdiha, huongeza ile supidi, akatumia nguvu za ziada, litafuza bisibako, ili apate kushinda katika ile mashindano. Kisha akatoa maneno mazito ya limamu ibn alqayyim akasema, fala yakun lkhailu aftana mink, basi wasiwe hawa farasi wana akili kukushinda ewe mwanadamu, ewe muumini ambayo kwamba una kiigizo chema, ambaye kwamba ni rasul sallallahu alaihi wasallama. Yani farasi ya akiona pale ni mwisho anaongeza spidi, wewe unaona mwezi unakwenda kuisha, ndo mwanzo unarudi chini, badala ya kuongeza spidi kama ile. Kwa hivyo shiar ya mumin katika masiku kumi haya bidhat yatakana iwe ni wa ajiltu ilaika rabbi litarda, nimefanya haraka ya rabbi, kuja kwako ili upate kuridhia. Shiar ya mumin katika masiku kama haya iwe ni yale maneno yaliothubutu kutoka kwa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab kama dua akiisoma katika kunuti ya Ramadhan akisema, wa ilaika nasa wanahfid, kwako wewe ya Rabbi, tunafanya haraka kuja lakini wanahfid, na vile vile tunatumia majuhudi makubwa katika kukuhudumikia hivi ndivyo anavyotakikana kuwa mumin kwa masiku kama haya yalobaki machache, kwa sababu ramadhani itakuja mwakani, ramadhani itakuja miaka inayokuja, lakini swali ni kuwa, mimi na wewe tutakuwepo? Tutazipata? Ni wangapi ambao kwamba tulikuwa nao ramadhani ya mwaka jana hapa leo hawapo? Kwa hivyo waajiltu ilaika rabbi litarda, hii ndio shiari ya mumin katika mwezi kama huu, ili ulitimize kwa uzuri upate kuhuisha masiku kumi haya yaliyokuwa bora zaidi. Walfajr wa layalin ashr, Mwenyezi Mungu ameapa nayo katika Alqurani Alkarim na hapa, kwa alfajiri na masiku kumi. Maulama wanatuambia katika masiku yaliokuwa bora zaidi katika mwaka kuna kumi yale yanayojulikana kama kumi ya mwanzo wa Dhulhijja, na kuna kumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Yapi ni bora zaidi, yale ama haya? Maulama wanasema mchana wa kule ni bora zaidi, na usiku wa huku ni bora zaidi. Sasa upo katika masiku matukufu zaidi. Nini ambacho kwamba watakikana ukifanye katika masiku kama haya? Mwangalie kipenzi chako mtume wako kiongozi wako mwalimu wako Role model wako alikuwa akifanya nini? Bi abi huwa wa ummi, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asema sayyida Aisha, kana rasulullah, alikuwa mtumi sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhala al ashru, katika riwaya, idha dakhala al ashru al awakhiru min ramadan. Ukiingia ama likiingia kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhan, alikuwa anafanya nini Mtume sallallahu alayhi wasallam? kumetajwa mambo matatu hapa. Jambo la kwanza, jambo la kwanza, shadda mizara, anakikaza kikoi chake. Maulama wanatuambia hii ni kinaya ya kuongeza bidii na majuhudi hata mimi na wewe leo tukiwa tumevaa vikoi na tukawa tuna kazi ngumu tunataka kufanya, utaona mwanzo kwanza mtu anakikaza kile kikoi kisimshughulishe, sio kila saa kinateremka teremka. Na baadhi ya maulama wanasema ni kinaya ya kuonesha anakaa kando na ahli zake, anaingia katika itikaf. Shadda mizarahu, nivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ukishakaza kikoi maanake nini? Ulale sana mwaka mzima twalala. Huu si wakati wa kulala tena. Asema wa ahya laylahu, akahuisha usiku wake, akauhuisha ule usiku kwa ibada. Anajua hapa kuna fadhila ambayo kwamba haipatikani kwingine. Nametuambia katika hadithi man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakaisimama usiku wa Ramadhani akauhuisha kwa ibada Huyu atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Sisi ni wachafu kiasi gani? Ni madhambi kiwango gani na tuliokuwa nayo? Hatuhitaji msamaha wa mola subhanahu wa taala? Taib, fursa iko hapa. Kwa nini tusipatilize? Mtume alikuwa akihuyisha usiku wake. Ndugu zangu, si masiku ya kulala. Ha, punguza Ndo maana maulama wanasema ukitaka kufaulu katika masiku haya kumi, shikamana na mambo manne, ama punguza mambo manne: taqlilu ta'am wa taqlilu almanam wa taqlilu alkalam wa taqlilu alanam. Punguza kwanza kula. Sisi tumefanya mwezi wa Ramadhani ndo mwezi wa kula, unakula sana, unakunywa sana, unalala sana. Punguza chakula kwanza. Jambo la pili, taqlilu almanam punguza kulala. Utalala huko mbele na umelala huko nyuma, sasa punguza. Lakini vile vile, wa taqlilul kalam, punguza maneno, wacha mdomo wako ushughulishwe na dhikri, ushughulishwe na kumomba Mwenyezi Mungu msamaha, ushughulishwe na kusoma al-Qur'an al-Karim. Punguza maneno na vile vile taqlilul anam, punguza watu. Punguza watu, maana yake nini? Kaa kando, umewaza kuingia itikaf kama alivyofanya Rasulullah siku kumi hizi, ingia hukuweza siku kumi zote, kiwango utakachoweza. Lakini ka, ka kando na watu, kiwango unachoweza punguza. Ile mikusanyiko ambayo kwamba inashughulisha watu kwa maneno yasiokuwa na maana. Kwa hivyo, haya mambo manne ukishikamana nayo katika masiku kumi haya, utafaulu. Anasema wa ahya lailahu, na akahuisha usiku wake, kisha asema wa aiqadha ahla, na akawaamsha ahli zake Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaamsha ahli zake kwa nini? Ili wapate kushirikiana na yeye katika kuhuisha usiku wa Ramadhani katika kufanya ibada kama ile. Swali linakuja kwangu mimi na wewe, je, tunawaamsha? na ikiwa tunawaamsha, tunawaamsha kwa lipi? Leo hatuoni muda wa kununulia watoto nguo zaidi isipokuwa kumi la mwisho la Ramadhani, muda wa kuzurura mabarabarani isipokuwa katika kumi la mwisho la Ramadhani. Kana kwamba mtu ameambiwa ni haramu kununua nguo hivi kabla Ramadhani, kana kwamba hiyo shopping haiwezi kufanyika mapema. Yani ule wakati ambao kwamba kwa amba mtu atakana tafarrakh zaidi kwa ibada, ndo mwanzo mtu anatoka huko nje anakwenda kuzurura. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaamsha wapate kuisha ule usiku pamoja na yeye na wao wasikose fadhila. Hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na tusahau katika masiku kama haya, kuna usiku ambao kwamba ni bora kuliko miezi elfu moja. Anayepata usiku kama huu amepata fadhila ya miaka thamanini na tatu na miezi minne, si wakupitwa huu Lailatul Qadr, ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameashiria katika Al-Qur'an Al-Karim, akituambia inna anzalnahu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, wengine akisema na huko inna anzalnahu fi lailatil qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahr, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Hii ni atiya, ni zawadi nono kubwa, ametukirimu nayo sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna umma mwingine uliopewa Lailatul Qadr, na akaificha usiku kama huu akauficha katika mambo ambayo kwamba ameyaficha, kuna mambo, maulama wanatuambia Mwenyezi Mungu ameyaficha mambo manane. Katika mambo manane, moja ni ameficha usiku wa Qadr katika mwezi wa Ramadhani, usiku kama huu wacheo. Kwa nini? nini hikma, nini siri ya kufichwa usiku kama huu? Ili mafungamano yetu na mola wetu subhanahu wa taala yasiwe na muda. Unajua, ukiambiwa iko katika siku fulani, ina maana katika siku zingine utacheza katika siku nyingine utakuwa huna ikbal huna kumwelekea mola subhanahu wa taala. Sasa ili mafungamano yako ya na mola yasiwe na muda fulani maalumu, huisha usiku wote, masiku yote kumi yale ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani ili upate kuipata fadla ya usiku kama huu, Lailatul Qadr ambayo kwamba ni khairun min alfi, khairun min alfi shahr

unapenda kusamehe, basi nisamehe. Ndo fursa ya kupata msamaha wa Mola subhanahu wataala katika wakati kama ule. Mara nyingi tunakumbushana sisi, wakati wa mambo makubwa ndo mwanzo tumekafilika. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala katika usiku wa manane, usiku wa mwisho, ananadi anaita, anasema hal min dain faastajiba lah, hal min mustaghfirin faaghfira lah. Je, kuna yule ambaye kwamba atakakuomba nimwitikie dua yake ni wangapi ambao kwamba wana dua wanazotaka ziitikiwe, lakini wakati wa kutakabaliwa dua ndo mwanzo sisi tuna koroma, ndo mwanzo tumelala. Anasema hal min mustaghfirin, je kuna mwenye kutaka kuomba msamaha, fa aghfirala, nipate kumsamehe. Wakati ule sisi ndo mwanzo tumekoroma, ndo mwanzo tumelala. Kwa hivyo sayyidatuna Aisha nafundishwa na Rasul sallallahu alaihi wasallam dua adhimu kama hii. Nikimalizie kwa sababu kumwachia muda wa kutosha katibu wetu ni yapi maandalizi ambayo kwamba yatakikana kuwepo kwa kila mmoja kati yetu ili apate kufuzu na kufaulu kwa kuipata Lailatul Qadr. Maandalizi ndugu zangu yapo sampuli mbili. Kuna maandalizi ya dhahir ya nje na kuna maandalizi ya bati ya ndani. Maandalizi ya nje ni kwa kupitia kujiweka katika hali nzuri. Jisafishe, oga kila siku jipake mafuta mazuri, vaa nguo zizokuwa zuri, kuja kuhudhuria katika ibada makufanya taa. Lakini vile vile unga kizazi, vile vile angalia madhalim ambazo kwamba uko nazo. Kama kuna watu uliwadhulumu ukawakosea, rudisha haki zao. Utaipataje Lailatul Qadr na umedhulumu mtu? Utaipataje Lailatul Qadr na umekata kizazi? Haya ni ya dhahir. Alafu kuna <tukamana> na ya batin. Ya batin safisha kifua chako kutokamana na hikd, kutokamana na ghil, kutokamana na uchafu wote ule ambao kwamba unapatikana katika amradhul qulub, chuki, sijui nini. Acha la kushangaza, mtu unaitafuta lailatul qadr, alafu dua ambayo kwamba takuomba sio ile aliyofundishwa sayyida Aisha, Allahumma innaka saaisha afuwwun karim afukari mpaka mwisho wake. La, mtu anaitafuta ili aombe, ya, ya rabbi fulani mwangamize ya rabbi fulani mwondoe, ya rabbi fulani mfanye hivi. Uko wewe kujiandaa katika kuwapiza watu katika kuombea watu maovu. Wewe mwenyewe kaza, umejikumbuka? umejiombea husnul khatima? umejiombea kabuli kwa amali ulizozifanya? umejiombea radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala? umejiombea kuingia janna? Umeshughulishwa na wengine, kwa sababu ni hii ambayo kwamba ipo katika kifua chako, kikakufanya ukasahau mpaka nafsi yako. Kwa hivyo hii ndio maandalizi ama, haya ndio maandalizi yatakikana kuwepo kwa muumini. Na jitahidi, jitahidi sana katika kumi hili, usikose salatu al-Isha kwa jamaa na salatu al-Fajr kwa jamaa. Jitahidi sana, kwa uchache wa kuipata Lailatul Qadr ni hizi swala mbili. Angalau ukiweza kuongeza Ukaswali na tarawih na witri ni bora zaidi. Ukiweza kuongeza rakaa zako unazoswali usiku katika kumi hili, likawa zaidi ama zikawa zaidi kuliko makumi mawili ya mwanzo, ni bora zaidi. Ukiweza kuongeza kwa kusoma zaidi Al-Quran Al-Karim, kwa kutoa zaidi sadaqat, ni bora zaidi. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufikia usiku huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakubali ibada zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala situtoe katika mwezi wa Ramadhani isipokuwa ametusamehe dhambi zetu. Allahumma ya man wafaqa ahla alkhair lilkhair wa aanahum alayhi.